Je, umewahi kutuma maombi ya kazi mia moja bila kuitwa hata kwenye usaili mmoja? Shida siyo cv yako, shida iko kwenye barua ya maombi. Ni lazima ujue kuiandika ipasavyo. Karibuni sana, mimi ni Mr. Ahmed na leo tutaangalia muundo kamili wa barua itakayokufanya upite raundi ya kwanza ya ajira. Anza na hii, namba moja, mambo ya kuanza nayo anwani na tarehe. Anza na anwani yako juu kulia, chini yake weka tarehe, alafu shuka chini kushoto, weka anwani ya mwajiri au ya kampuni, ukimwelekeza mtu husika, kwa mfano meneja wa rasilimali watu. Kamwe usiache jina la anwani ya mpokeaji wazi. Mbili, 2. Kichwa cha habari na salamu. Kichwa cha habari ya ni muhimu. Andika kwa herufi kubwa na kwa ufupi. Mfano ya ombi la kazi ya afisa masoko msaidizi. Tumia salamu rasmi. Mheshimiwa meneja au ndugu. Namba tatu, utangulizi. Aya ya kwanza. Hii ndiyo ndoo ya barua yako. Sema nafasi unayoiomba na uliona wapi tangazo. Onyesha shauku. Mfano, ninaandika kuonyesha hamu yangu kubwa katika nafasi ya jina la kazi kama ilivyotangazwa kwenye tovuti au gazeti. Namba nne, mwili wa barua, kujiuza kwa namba. Hapo ndipo unapoonyesha CV yako inamaanisha nini. usirudie CV. Unganisha uzoefu wako na mahitaji ya kazi. Tumia lugha ya vitendo, onyesha matokeo, sio majukumu. Badala ya kusema nilihudumu wateja, sema nilitatua malalamiko ya wateja na kuongeza upuridhika kwa wateja kwa asilimia 15 katika miezi minne. Namba tano, hitimisho na wito wa kuchukua hatua. Malizia kwa shukrani na kujiamini, taja kuwa CV yako imeambatanishwa, mwalike mwajiri kukuita kwenye usahili. Mfano: nimeambatanisha CV yangu, nipo tayari kujadili zaidi namna ujuzi wangu utakavyoinua kampuni ya Asante kwa muda wako. Namba sita: mwisho rasmi. Tumia salamu za dhati kama wako mwaminifu au kwa heshima zote. Acha nafasi ya sahihi yako, kisha andika jina lako kamili chini. Hakikisha barua yako haizidi ukurasa mmoja. Haya ndiyo mambo ya msingi. Tumia muundo huu kwa kila kazi unayoomba, lakini badilisha maudhui kulingana na kampuni na mahitaji yao. Je, yeah, una swali kuhusu kuandika barua? Niandikie kwenye comments hapo chini. Usisahau kusubscribe na kushare. Tutaonana darasa lijalo.